Hakuna mtu aliyejua jina lake halisi. Hakukuwa na utambulisho wala historia ya ukoo wala maelezo ya maisha yake ya awali, isipokuwa jina fupi tu, Malkia wa Sheba. Ni kama vile Biblia ilifungua tu mlango kidogo, ikituacha tujaribu kuelewa fumbo lililojificha nyuma yake lakini aliwahi kuishi duniani. Na alipowasili Yerusalemu akiwa na msafara mrefu nyuma yake, ngamia wakiwa wamebeba dhahabu na manukato, kimya kilichomzunguka hakikuweza kupuuzwa tena. Mji mzima ulionekana kushikilia pumzi yake. Hakuna mtu aliyewahi kuona mwanamke akisafiri umbali huo mrefu, si kwa ajili ya vita, si kutafuta mume, bali kuuliza. Mwanamke akiwa kwenye kiti cha enzi akiacha nchi yake nyuma ili akutane na mtu aliyesifiwa kwa hekima yake. Kwa nini alisafiri? Kwa sababu ya udadisi, siasa au kulikuwa na kitu kingine, kitu ambacho nguvu za kifalme haziwezi kufikia? Biblia haijasema lakini kuna jambo dogo sana rahisi kusahau. Kane nyingi baadaye, Yesu mwenyewe alimtaja not kama malkia tu, bali mfano wa wale wanaojua kutafuta. Alimwita Malkia wa Kusini, yule atakayesimama wakati wa hukumu, kwa sababu aliacha nchi yake ya mbali kutafuta hekima ya Mungu. Hii ina maana gani? Ina maana kwamba kati ya maelfu waliokutana na Sulemani, ni yeye tu alikumbukwa na Bwana. Lazima kulikuwa na kitu cha kweli sana kuhusu safari yake, kitu ambacho mtu yeyote aliyejisikia mtupu, hata akiwa na vitu vyote, anaweza kuelewa. Na kama umewahi kujiuliza, je, kuna mtu anayeniona? Basi hadithi hii ni yako. Walimwita nchi ile Sheba. Ni ufalme wa kusini, ambapo jua liliwaka juu ya mchanga na roho za watu lakini ndani ya eneo hili la ubani, dhahabu safi na biashara iliyofanikiwa aliishi mwanamke ambaye hakuridhika kwa urahisi. Tangu akiwa mtoto alikuwa tofauti. Wakati wasichana wengine walifundishwa kuwa wapole mbele ya wanaume, yeye alikuwa akiketi kimya dirishani, akimsikiliza baba yake akijadili na wanazuoni. Wazee walipokuwa wakijivunia misafara yao ya jangwani, yeye aliuliza, kwa nini tunatoa sadaka kwa sanamu ambazo hazijibu? Miaka ikapita. Baba yake akafariki akiwa bado mdogo. Yeye akapanda kuwa Malkia akiwa mchanga akizungukwa na wanaume wenye nguvu. Wengi walidhani atashindwa. Lakini Sheba haikuanguka. Chini ya utawala wake, ufalme ulistawi ukafanikiwa kuliko wakati wowote. Meli zake zilisafiri mbali, wafanyabiashara wake walimtukuza, hakuna adui aliyethubutu kuvamia. Lakini kulikuwa na kitu kimoja hakuweza kushinda, hii ukimya uliokuwa ndani yake. Usiku alipokuwa peke yake, alilala macho wazi, si kwa hofu ya kupoteza enzi, bali kwa sababu ya pengo ambalo taji halikuweza kujaza. Nguvu zote, sifa zote, mali zote, hakuna hata moja iliyotuliza maumivu yake ya ndani. Aliyouliza, mimi ni nani? Ninatoka wapi? Na kila nilicho nacho kikigeuka mavumbi, ni nini kinabaki nikipotea? Hakuna mtu aliyefahamu hamu hii ya ndani. Katika sherehe kubwa, bado alitabasamu, akainua kikombe chake na kuzungumza kwa akili ya ajabu. Lakini moyoni alihisi kama mwanamke anayekaa kwenye kiti cha enzi huku moyo wake ukiwa mahali pengine. Siku moja, alipokuwa akipokea mfanyabiashara Myahudi, alisikia habari za mfalme kutoka kaskazini, Sulemani. Mfalme ambaye hakuwa tu mtawala mzuri bali mwenye hekima aliyopewa na Bwana. Walikuwa wakisema anaweza kusoma moyo wa mtu. Anaweza kueleza mambo ambayo wengine hawawezi. Na zaidi ya yote, hakuwahi kubaki na hekima hiyo peke yake. Akatulia. Inawezekana kuna mtu duniani anayejua, sio tu kuzungumza bali kusikiliza. Usiku huo alisimama juu ya paa la jumba lake kwa muda mrefu. Upepo ulileta harufu ya bahari ya mbali, na mwanga wa mwezi ulipomchoka macho, akasema sentensi moja tu, andaa ngamia, nitaenda. Hakuna mtu alielewa kwa nini malkia angeacha kiti cha enzi aende kumwona mtu wa mbali. Wengine walisema alikuwa anatafuta ushirikiano wa kisiasa, wengine walinong'ona kuwa alikuja kumpinga Mfalme Sulemani. Lakini ukweli ni kwamba hakuna aliyefahamu. Hakuacha maelezo yoyote. Labda hata yeye mwenyewe hakuwa na jibu kamili. Alichojua ni hiki: kama angebaki, angekufa polepole pole ndani kwa ndani. Vitu ambavyo wengine waliviita mafanikio. Kisheba ilikuwa tajiri, lakini roho yake haikuwa na kitu cha kushikilia na kama kweli palikuwepo mahali pa kupata majibu, pa kupumzisha akili, pa kutuliza roho, basi hata kama ni kuvuka jangwa, alihitaji kwenda. Safari ilichukua miezi. Msafara wake haukubeba tu dhahabu, vito na manukato, bali pia usiku wa kukosa usingizi na mashaka mengi. Walipovuka nchi za moto na kupumzika chini ya anga la nyota, hakuweza kupata amani akili yake ilikuwa imejaa maswali ambayo hakuna mtu aliyewahi kuyajibu. Usiku fulani, upepo ulitikisa kuta za hariri za hema lake, naye aliketi peke yake akishika daftari dogo la zamani. Ndani yake kulikuwa na maswali aliyokuwa akiandika tangu akiwa msichana, maswali ambayo hakuna mtu aliyependa kuyasikia, maswali ambayo makuhani wa kifalme walikuwa wa wakiyakwepa. Je, miungu kweli inatusikia? Kwa nini wasio na hatia wanaumia? Tunawezaje kutofautisha hekima na ujanja wa uongo? Na kama kweli kuna Mungu anayejua yote, je, ananijua mimi? Hakuna majibu yaliyokuja. Ni mwanga wa moto tu, upepo wa jangwani, na moyo wake ukining'inia kati ya imani na shaka. Mshauri wake wa karibu aliwahi kumuuliza kwa sauti ya upole, Malkia wangu, kwa nini tusafiri mbali hivi kumsikia mtu mmoja hekima iko karibu nasi hapa? Hakumwangalia, alijibu tu sihitaji, maneno mengine nahitaji ukweli. Baada ya hapo, hakuna aliyeuliza tena. Asubuhi moja mapema, jua lilipoinuka juu ya vilima vya mashariki, mpanda farasi aliyeongoza akasimamisha farasi wake na kupiga kelele, Yerusalemu! Tunaiona mji wake malkia. Akatoka hemani bila kusema neno akaangalia ule mji kwa muda mrefu, kana kwamba kitu ndani yake kilikuwa kimeamka. Yerusalemu ilimpokea kwa ngoma, bendera na maelfu waliomshangaa kwa macho, lakini yeye hakujali hayo. Tangu alipoingia mjini alijua, si mji huo aliokuja kuona. Yule aliyemtafuta alikuwa nyuma ya milango ya kifalme, na yeye, si mji, ndiye sababu ya safari yake. Alipoingia katika ukumbi wa Sulemani, hakupiga magoti. Alikuwa Malkia na alikuwa amevuka jangwa na bahari kufika hapo. Midomo yake ilikuwa kimya, lakini macho yake yalionyesha changamoto ya utulivu. Sulemani hakushangaa. Alisimama, akashuka kutoka kwenye kiti cha enzi na kumpokea hisi kama Malkia mwenzake, bali kama rafiki wa zamani. Haikuwa kwa ajili ya heshima ya kifalme. Ilikuwa kwa ajili ya heshima ya kweli. Hakuna aliye rekodi mazungumzo yao yalidumu kwa muda gani, lakini Biblia inasema alikuja kumjaribu kwa maswali magumu, na Sulemani alijibu kila swali alilouliza. Hakuna lililomshinda. Inaweza kuonekana kama mashindano ya vitendawili, lakini ilikuwa zaidi ya hapo. Maswali aliyokuja nayo hayakuwa ya watu wa mawazo mepesi. Hakuuliza kuhusu siasa, biashara au vita aliuliza maswali ambayo huulizwa tu na wale waliowahi kulala macho wazi usiku. Hey, unawezaje kubaki mwaminifu ukiwa na uwezo wa kutotii? Hey, kwa nini wanyonge wanasahaulika katika ufalme unaotawaliwa na Mungu mwenye haki? Hey, je, upweke wa uongozi ni aina ya adhabu? Hey, ninawezaje kujua kama sauti ndani yangu inatoka kwa Mungu au ni woga tu? Sulemani hakujibu kama mwalimu alimsikiliza kama mtu anayeelewa. Hakubishana, hakujitahidi kumvutia. Alisimulia hadithi, hadithi za wakati alipokuwa kijana na mwenye kiburi, hadithi za usiku ambapo hekima haikumletea furaha bali machozi, hadithi za nyakati alipoacha taji lake na kujiuliza, je, bado naweza kusikia sauti yake? Malkia alinyamaza. Hii haikuwa kama alivyotarajia. Alikuja kumjaribu mfalme lakini mwishowe yeye ndiye aliyefunuliwa. Ngome zote alizojijengea tangu utoto, kiburi chake, ulinzi wake, akili yake kali, hazikuweza tena kuficha majeraha ndani yake. Sulemani hakutaka kumvutia kwa maarifa, alijibu maumivu yake kwa maumivu yake mwenyewe. Hakujua tu mambo, alikuwahi kuteseka. Labda huo ndio ulikuwa mfano wa hekima ya kweli na Sulemani hakujitahidi kushinda. Alimwangalia tu bila hukumu na kusema, hakuna mtu aliyewahi kuja kutoka mbali kama wewe kwa ajili ya kuuliza na hakuna aliyeuliza kama wewe kuona. Walikaa pamoja kwa muda mrefu, hata baada ya watumishi kuondoka, hata taa zilipozimwa, walibaki roho mbili, si mfalme na malkia tena, bali wanadamu wawili. Watu waliowahi kufikiri kuwa wana kila kitu na sasa wakagundua kuwa walikuwa wakitafuta tu. Usiku huo hakukuwa na filimbi, hakuna sifa zilizoimbwa wala mienge iliyowaka bustanini. Kulikuwa na anga wazi juu ya paa la jumba na mwanamke aliyeketi peke yake kwenye upepo. Hakukuwa na watumishi. Hakukuwa na taji. Alibaki yeye na yale ambayo hakuweza kusema kwa sauti. Tangu alipofika Yerusalemu hakuwahi kuwa kimya kama usiku huo. Mchana alikuwa na akili kali, mwenye mtulizo asiyeweza kusomeka, lakini sasa, akiwa hana mtu wa kuvutia, alijikuta anaangalia uso kwa uso na utupu wa ajabu. Na katika ukimya huo alitambua jambo lililomshtua hata yeye mwenyewe. Hakuwa anahitaji majibu tena. Hakuwa anahitaji maelezo kuhusu kwa nini moyo wake ulijisikia tupu chini ya taji. Hakuwa anahitaji falsafa kuelewa kwa nini machozi huja gizani bila sababu. Alikuwa ameleta mamia ya maswali, lakini alichopokea hakikuwa majibu. Lilikuwa uwepo. Uwepo wa mtu ambaye hakuwa mgeni kabisa bali mtu aliyemwona hata kabla hajazungumza. Na nyuma ya huyo mtu, nyuma ya hekima yake tulivu kulikuwa na mwingine. Uwepo aliyowahi kuhisi lakini hakuwahi kuita kwa jina. Sulemani alipokuwa na hekima, alijua hekima hiyo haikuwa yake mwenyewe. Ilitoka kwa chanzo e, chanzo ambacho hakuweza kujivunia chanzo halisi kilichomfanya yeye, aliyewahi kusimama mbele ya sanamu nyingi, kutetemeka mbele ya kitu kikubwa zaidi ya akili, zaidi ya uelewa, zaidi ya kiburi. Hakukuwa na radi wala umeme, lakini ndani yake kitu kilipasuka kwa upole na bila upinzani. Ilikuwa kama mtoto aliyepotea mbali sana anarudi nyumbani usiku na kukuta taa bado inawaka. Aliinua macho juu ya anga. Zamani mbingu zilionekana kama hadithi tu, si tena. Hakulia, lakini kama mtu angepita karibu, angeweza kuona mwangaza wa ajabu machoni mwake, kana kwamba ndani kabisa ya nafsi yake alisikia sauti ambayo haikuzungumzwa kwa sauti hei na kuona Hakuna mtu aliyemwona akiondoka jumba hilo usiku huo, lakini asubuhi ilipofika, mji mzima ulijua kuna kitu kimebadilika. Macho ya udadisi yalitoweka, kiburi cha kifalme kilitulia. Kilichobaki ni utulivu isi wa uchovu, bali wa mahali pa ndani sana, ambapo roho huacha kupambana. Aliongea kidogo, akatabasamu kwa upole zaidi. Na maafisa wa kifalme waliokuwa naye walipomuuliza kama alipata kile alichokifuata, alijibu tu, nimesikia na nimeona. Huyu alikuwa mwanamke aliyewahi kusafiri mbali kutafuta jibu, lakini sasa hakuwa anahitaji tena jibu, kwa sababu mwishoni alichopata hakikuwa maelezo, bali uwepo, uwepo wa yule aliyekuwa anajua kila swali alilowahi kubeba na bado alimpenda hata kabla hajakiri kuwa alimhitaji. Asubuhi hiyo kabla jua halijachomoza juu ya paa za Yerusalemu, msafara wa malkia wa Sheba ulikuwa tayari umeamka. Watumishi wake walikuwa wakipanga vizuri masanduku ya dhahabu, mitungi ya manukato na vito vya dhamani alivyokuwa amevileta kama zawadi za kifalme. Milango ya jumba ikafunguliwa, watu wa mji wakainama kwa heshima, lakini hakuna aliyegundua kilichoachwa nyuma. Kwao alikuwa tu mgeni wa kifalme aliyekuja na hazina na kuondoka na hekima chache. Lakini kati ya fedha na hariri kulikuwa na zawadi ambayo haiwezi kupimwa. Zawadi isiyoandikwa na waandishi, isiyoonyeshwa katika hazina na isiyohifadhiwa katika magala ya wafalme. Ilikuwa zawadi ya moyo. Wanasema baada ya mazungumzo yao ya mwisho, Sulemani alinyamaza zaidi. Hakujibizana tena kwa nguvu kama zamani. Mbele ya wageni wa mataifa, alitumia muda mwingi hekaluni. Wataalamu wengine wa maandiko wanaamini kwamba baada ya mtembeleo wake alianza kuandika maneno ambayo hayakuwa tena ya kiburi, bali ya kutamani, kama ilivyo katika Mhubiri au mashairi ya upendo yanayouma ya Wimbo ulio Bora. Wengine wanasema alimuachia Sulemani kitambaa kilichoandikwa maneno ya kusini wengine huamini aliacha wimbo wimbo ambao Sulemani aliupiga mara moja tu, kisha akauweka mahali pasiri milele. Lakini kuliko haya yote, jambo moja linajulikana kwa hakika, alimwacha na alama, alama ya ndani moja ambayo hakuna mali ingeweza kulinganisha nayo. Mtu aliyemwelewa kwa kweli, si kwa nguvu zake, si kwa umaarufu wake, bali kwa upweke aliyokuwa akijificha nao na kile alichotoa hakukumwendea Sulemani peke yake. Hati za kale zinasimulia kwamba alirudi Sheba akiwa na uhai mpya, labda mtoto wa kiume, labda wa kike. Hakuna anayejua kwa hakika, lakini katika mila nyingi za Afrika Mashariki anakumbukwa kama mama wa kizazi cha kifalme, kizazi kilichoanzia na mwanamke aliyekuwa anatafuta na mwanaume aliyesikiliza. Je, hicho ndicho kilikuwa kipawa chake halisi? maisha yaliyotokana si tu na mapenzi bali na mwamko wa ndani. Licha ya ukweli halisi kuwa upi, kile alichokileta Yerusalemu hakikuishia hapo. Kilipita zaidi ya milango ya mji, zaidi ya vitabu vya historia, zaidi ya mawazo ya wale waliomwona kama malkia wa kigeni tu. Zawadi yake ya kweli haingeweza kushikika kwa mikono, lakini ilifanya kitu ambacho msafara mkubwa hauwezi kufanya: ilibadilisha moyo na kwa wale waliowahi kusafiri mbali wakitafuta kitu ambacho hawawezi hata kukieleza, na kurudi na kitu ambacho hakuna mwingine anaweza kuona, ila labda wao wanaelewa, mambo ya kina sana huwa hayaandikwi kwenye karatasi, hukumbukwa tu na wale walioguswa nayo. Alirudi kwa utulivu kama alivyokuja. Hakukuwa na maandamano makubwa wala matangazo ya ushindi. Ni upepo wa jangwa tu ukivuta mavazi yake na macho yake yakionekana kana kwamba hayakuwa tena ya hapa duniani. Alikuwa yule yule kwa sura: majumba ya marumaru, maafisa wa kifalme wakimpigia magoti, milima iliyojawa na harufu ya ubani, lakini ndani hakuwa tena yule yule. Wale waliokuwa karibu naye waliona tofauti. Alizungumza kidogo, mara chache alihudhuria karamu kubwa. Mara nyingi alitembea peke yake kwenye viwanja vya jua, vidole vyake vikigusa kuta za mawe yenye joto kana kwamba alikuwa anatafuta kitu kilichoamka ndani yake. Hakuna aliyejua kama aliamini. Hakukuwa na ubatizo wala madhabahu ya kigeni kujengwa katika jumba lake. Lakini maamuzi yake yalianza kuonyesha imani hiyo. Uamuzi aliokuwa akikata kama upanga sasa ulikuwa mpole kama mto. Alimsamehe mtu aliyekuwa amehukumiwa kwa usaliti. Aliamuru kujengwa kwa nyumba ya wazee ya kwanza kabisa katika ufalme wake. Na zaidi ya yote, alianza kuandika asi amri za kifalme, bali maneno mafupi ya binafsi, maandishi yaliyokuwa labda, kwa mtoto wake au kwa vizazi vijavyo maandishi ambayo hayakuhubiri wala kuamrisha bali kimya kimya yalisimulia hadithi ya mwanamke aliyewahi kuwa na kila kitu na akavitoa vyote ili kuuliza swali moja tu, eje, kuna mtu anayeniona? Halafu siku moja akaacha kuandika. Hakuna aliyejua kwa nini, lakini tangu siku hiyo uso wake ukaonekana kuwa mwepesi, kana kwamba alikuwa amejifunza jambo ambalo halihitaji kusemwa tena lilihitaji tu kuishiwa. Hakuhitaji tena kuendelea kuuliza maswali ya zamani, kwa sababu maisha yake yalikuwa yamekuwa jibu lenyewe. Na ufalme wake ulibadilika pamoja naye kwa njia ambazo hakuna mtu angeweza kueleza. Wafanyabiashara kutoka nchi za mbali walinong'ona kwamba Sheba ilikuwa imekuwa ya utulivu zaidi, ya haki zaidi, na watu wake walikuwa wapole zaidi. Hakuna aliyekuwa na hakika kwa nini, lakini walinong'ona kwa sauti ya chini, labda, e, Malkia alikutana na mtu kule kaskazini. Na ingawa hakuwahi kulisema hilo, kila mtu aliweza kulihisi. Aliwahi kwenda kutafuta hekima, lakini aliporudi, hakurudi na mafundisho. Alirudi na imani, imani isiyo na jina, isiyo na mafundisho ya dini, bali ukweli tu. Na ukweli huo ulikuwa wa kutosha kubadilisha taifa. Yesu aliwahi kusema, Malkia wa Kusini atasimama wakati wa hukumu kwa sababu alikuja kutoka mwisho wa dunia kuisikia hekima ya Sulemani, na sasa yupo aliye mkuu kuliko Sulemani. Yesu hakutaja jina lake. Hakueleza hadithi yake kwa undani lakini alikumbuka safari yake ya safari iliyofanyika kimya kimya bila kuonekana na wengi, lakini yenye nguvu ya kutosha kusimama kama ushuhuda kwa dunia nzima, kwa sababu kuna ukweli ambao watu wengi huogopa kukubali. Sote tunatafuta, iwe tumeketi kwenye viti vya enzi au tumelala kwenye vyumba vidogo vya kimya, binadamu huendelea kuuliza ndani kabisa, Eje, kuna mtu anayeweza kuniona? Je, kuna mtu anayesikia kusinzia kwangu kwa kimya? Kuna mtu anayeelewa maswali ambayo naogopa hata kuyauliza? Malkia wa Sheba alithubutu kuuliza. Aliacha kila kitu alichomiliki ili kutafuta kitu ambacho hakuwa hata na uhakika kama kilikuwepo, na kwa sababu alifanya hivyo, alikutana na yule ambaye alikuwa amemwona tangu mwanzo. Sio kila mtu anaweza kusafiri hadi Yerusalemu. Lakini kila moyo wenye hamu unaweza kujibiwa hisi kwa mabishano bali kwa uwepo. Huhitaji kila swali ndani ya roho yako kujibiwa. Wakati mwingine kinachohitajika ni mtu ambaye anakutazama kwa kweli. Na hiyo inatosha. Watu wengi huishi maisha yao yote bila kuonekana kweli. Lakini kama umewahi kuwa kama yeye, kama umewahi kuthubutu kukabiliana na utupu wa moyo wako, kama umewahi kutoka kwenye eneo la starehe ili kutafuta kitu cha kweli, basi labda, naam, labda hadithi hii ni kwa ajili yako. Labda wewe ni kama yeye, na kama Mungu alimwona yeye, basi huenda anakuwaona na wewe pia. Na hivyo wapendwa, hadithi ya Malkia wa Sheba si tu kumbukumbu ya kale, bali ni sauti ya sasa inayotuita sisi sote ni mwito kwa kila roho inayotafuta maana ya kweli, kwa kila moyo unaotamani hekima, kwa kila nafsi inayohisi kuwa kuna zaidi ya kinachoonekana kwa macho. Safari yake ni mfano wa safari yetu, kwa sababu kama yeye tunapovuka mipaka ya faraja zetu, tukiacha fahari, kiburi na maswali yetu yasiyo na majibu, tunakaribia mahali pa miujiza, mahali ambapo Mungu hasikiki tu bali yupo mahali ambapo hekima si tu maarifa ya kichwani bali ni uponyaji wa moyo. Leo hii Mungu yule yule aliyekutana na malkia huyo bado anawaita wanawake, si kwa maneno makubwa wala sauti ya radi, bali kwa sauti tulivu ya upendo isemayo, ninakutazama, nipo hapa, njoo karibu. Kanisa la Kristo leo linaitwa kurudi kwenye chanzo. Si kwenye mijadala ya hekima ya kibinadamu bali kwenye uwepo wa Mungu unaobadilisha maisha. Tunaitwa kuwa kama Malkia wa Sheba, kuwa na ujasiri wa kusafiri kwa imani, kutafuta kwa moyo wote na kusikiliza kwa roho iliyo tayari kubadilishwa. Na kwa kila Mkristo wa leo, usiogope kuuliza. Usihofu kutafuta. Kwa sababu yeye aliye mkuu kuliko Sulemani bado yupo na anakungojea. Katika mahali pa ibada, katika utulivu wa usiku, katika kilio kisichosikika cha moyo wako. Hii ni hadithi ya malkia, lakini pia ni hadithi yako. Usikose nafasi ya kumtafuta Mungu kwa moyo wako wote, kwa maana ameahidi Yeremia mlango wa 29 mstari wa 13, nanyi mtanitafuta na kuniona mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Kama hadithi hii imekugusa, tafadhali Penda video hii, tuambie unachojifunza au kile unachotafuta. Jiunge nasi kwa ajili ya hadithi zaidi za Biblia zinazogusa moyo na kuinua roho. Karibu tena katika hadithi ya Biblia i, mahali ambapo hadithi ya kale inakuwa ufunuo mpya kwa maisha yako ya sasa. Mungu akubariki.